Na sasa tuelekea katika kaunti ya Taita Taveta ambapo zaidi ya wanafunzi mia moja kutoka maeneo kame na yenye umaskini wa juu wamefaidika na vitabu na madawati kutoka kwa wasamaria wema. Aisha Mwajumla na kina cha taarifa hiyo. Imekuwa afueni kwa wanafunzi hao kutoka shule ya msingi ya Mwembe iliyoko Mwakitao katika kaunti ya Taita Taveta ambayo ni sehemu yenye mizozo ya mara kwa mara baina ya wanadamu na wanyamapori. Wanafunzi hao na walimu wamekuwa wakiketi chini ya miti bila madawati, lakini sasa wana kila sababu ya kutabasamu kutokana na msaada huo. Wazazi wa shule hiyo wameishukuru wanachama wa kikundi hicho cha E35 ambao ni wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Watoto wetu walikuwa na keti chini, wakiandika kwa mapaja. Walikuwa vitabu hawapati vya kusoma, lakini leo tumeona kazi yetu kubwa mbele. Charles Kogole ambaye ni mwenyekiti wa kikundi hicho amewasihi wazazi hao kuwa makini na waangalifu ili kuvitunza vifaa hivyo ambavyo ni madawati, vitabu na mabegi ya wanafunzi ya kubebea vitabu ili viweze kuwa na manufaa kwa wanafunzi hao. Hizi bidhaa ambao tumeleta shule hii tunataka ziwe kwa mnajili ya watoto wa shule hii, kwa hivyo mambo ya usalama ya hizi vitu kutoka kwa madawati mpaka vitabu uh, na kila kitu ni jukumu la kila mtu wa sehemu hii. Kasisi wa kanisa Katoliki la Voi, Padre Marcus Were amewapongeza vijana hao na kuhimiza serikali ya kitaifa kusimamia elimu kikamilifu. wametuonyesha sisi pia kama Wakenya tunahitaji kusaidiana bila kujali kabila ya mtu, bila kujali chochote ambacho mtu anafikiria, wala cheo cha mtu. Wameamua kusaidia nini watoto. Aisha Mwajumla, Pwani TV, habari za Mwambao.